Mipango mikakati yenu na kuanza utekelezaji wake mara mwongozo utakapotolewa. La nne, kuendelea kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu. Kama nilivyosema, kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka.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 ambayo yanatuathiri na sisi huku, ugaidi na mambo mengine. Ni waombe muwe makini katika hilo. Kwa Watanzania wanaoishi nje na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania au maarufu diaspora, kwa kuwa sasa serikali imewatambua kama wabia muhimu wa maendeleo, karibuni nyumbani kwa uwekezaji katika sekta za kiuchumi na kijamii, na ni wajibu wenu kuzitangaza sifa njema za Tanzania katika maeneo yenu mnayoishi badala ya kuisema vibaya nchi yenu mlikotoka. Kwa sekta binafsi ya hapa nchini, serikali inajitahidi kufungua milango ya kibiashara ndani na nje ya nchi. Tunawasihi kuzitumia fursa hizo. Vilevile tunakaribisha zaidi sekta binafsi kutoka nje ya nchi kufanya uwekezaji hapa nchini. Kwa wananchi kwa ujumla na hasa vijana wa Kitanzania, niwasihi kuchangamkia fursa za kiuchumi na kijamii zinazotokana na kutanuka kwa uwekezaji na biashara zinazoendelea nchini. Na hapa nimefurahi kuona vijana waliokuja kutuimbia hapa, wameimba kwa hamasa na wameimba kwa kuamini moyoni kwamba hii ni sera yao na ni kwa ajili yao. Kwa hiyo, niwatake vijana mchangamkie hayo tayari vijana wetu wa Kitanzania wengi tu wameanza vibiashara vidogo vidogo vikampuni vidogo vidogo startups, ambazo zinapata msukumo kutoka maeneo mbalimbali. Niwaombe sana vijana wa Kitanzania waendelee na hilo ili waweze kujiajiri na kujenga taifa lao. Lakini jengine, sera yetu hii ya mambo ya nje au uhusiano wetu na nchi za nje, sasa hivi kumeanza kujitokeza kwa uwazi kabisa, serikali kwa serikali, nafasi za ajira kwa vijana wetu nje. Hili nalo, niwaombe vijana walichangamkie. Sekta zinazohusika na ajira za vijana wetu nje waweke sera zinazoeleweka, sheria zinazoeleweka, ili vijana wetu wafaidike na, wafaidike na fursa hizi. Tujipange kisera, kisheria na kuwatayarisha vijana wetu Kwenda kufanya kazi katika ajira za nje. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na wageni waalikwa, narejea kusema kuwa tukio hili la leo ni la kihistoria, ni utekelezaji wa falsafa yetu ya R4 kwa upande wa kidipo, kidiplomasia. Tumejitathmini, tumefanya mazungumzo na kutafuta maoni kwa upana sana, na tumeamua kuja na maboresho ya sera, ndio kujirekebisha ili tuweze kujenga vyema nchi yetu. Hii ni safari ya fikra na ari mpya katika kujijenga kidiplomasia na kuliweka taifa letu na serikali katika nafasi nzuri kwenye ulingo wa jumuiya za kimataifa.